Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum bibi. Hali zenu karibuni tena, natumai nyote ni wazima, na leo tunakwenda kupika creamy chicken pie. Natumai mtaenjoy, ni wasihi, kama utaenjoy video hii please usisahau kulike. Kwa kuanza, kwa mahitaji hapa na ungoangano Vikombe vitatu natumia plain flour, na maji kikombe kimoja, chumvi kijiko kimoja, hamira kijiko kimoja na sukari nusu kijiko, mafuta vijiko vitatu na pamoja na mtindi nusu kikombe. Kwanza hapo nimeanza kuweka chumvi halafu nitae, nikaweka na sukari pamoja na hamira, halafu nikaweka mafuta nikaweka na mtindi. Mtindi ni muhimu sana kuweka katika vyakula vingi vya unga tunaweka mtindi. Mtindi huu ni plain, hauna ladha wala hauna sukari, hivyo kama utapata kununua mtindi ukauweka ndani mwako haswa haswa muda huu wa Ramadhani, utakusaidia sana, kwa sababu vyakula vingi sana vya unga ukitaka vije vizuri basi, kuweka mtindi ni muhimu sana. Kwa hiyo hapo sasa, baada ya kumaliza kuweka mahitaji yangu yote, sasa naweka maji kidogo kidogo na kuukanda unga wangu. Na katika resipi hii unga wetu tunataka uwe unanatanata hivi, usiwe mgumu, uwe mlaini sana, uwe unanata nata kama hivyo tunavyoona mkononi umeniganda ganda, hivyo tunavyotakiwa. Halafu hapo nimeweka kwenye mfuko, nitauacha mpaka umuke. Kuweka kwenye mfuko unasaidia kulainisha zaidi. Na mimi niliuacha muda mrefu kidogo, niliuacha kama masaa matatu. Na tunauona hivyo unavyoniganda mikononi, hivyo ndio vizuri unavyotakiwa kuwa mchanganyiko wetu huu wa kutengeneza pai zetu. Na halafu baada ya hapo, utakata madonge madogo madogo, na nimechovya mkono wangu kwenye mafuta ili kupata urahisi wakati wa kukunja, kwa sababu kama tulivyosema unga unanatanata hivyo bila ya kuchovya mkono wako kwenye mafuta itakuwa ni ngumu zaidi. Baada ya kufanya magum, madonge utafunika utaweka pembeni, utachukua kuku kuku wasiwe na mifupa na utamkata vipande vidogo vidogo, halafu utaweka spice, mimi nimeweka uzile, mdalasini, pilipili, uh, curry powder pamoja na chumvi pamoja na pilipili manga. Spice utaweka zozote tu mwenye unazozipenda. Baada ya hapo nimeweka na ndimu pamoja na thomu na tangawizi nitachanganya vizuri halafu nitaweka mtindi. Mtindi huu ni fresh. Kama hujui mtindi ni yogurt, okay, ni plain, hauna ladha wala uh, harufu yoyote. Utachanganya vizuri sana mtindi, weka kikombe kimoja cha mtindi kwa sababu tunataka kuku wetu awe creamy eh? Yeah? Kama jina la pishi ninavyosema creamy chicken pie, kwa tunataka kuku wetu awe very cream kwa hiyo utaweka mtindi kikombe kimoja ama itategemea na wingi wa kuku wako. Baada ya hapo utaweka vijiko viwili vya mafuta kwenye pani yako, moto ukiwa wa saizi ya kati, medium, halafu utaweka kuku wako na utampika. Ukimwona ametoa maji hivyo, muache anaendelea kupikika. Utaonja chumvi kama unaweza kuonja ukiwa umefunga, kama huwezi utakisia tu mpaka maji yapungue yawe saizi kama hivi. Sasa hapa tutaweka tomato puree. Utaweka kama kijiko kimoja cha chakula kikubwa. Baada ya kuweka tomato puree, utapika kwa dakika mbili na halafu utaweka pembeni. Kuku wako atakuwa amemaliza. Baada ya hapo utachukua donge lile moja moja, litakuwa tayari limeshapumzika na baada ya kulichukua utapakaza mafuta mkononi mwako na chini, ili siweze kuganda na iwe wepesi wewe wa kuutandaza, na utautandaza kama hivyo. Utafanya tobo katikati na huku pembeni utaufanya mnene mnene kama hivyo tunavyoona. Na baada ya hapo sasa utachukua ule mchanganyiko wako wa kuku utamimina humo ndani kama hivyo na baada ya kumimina mchanganyiko wako wa kuku, halafu utamalizia na kuweka cheese. Mimi natumia mozzarella cheese, utaweka hapo halafu tutakwenda kuchoma kwenye oven. Kama unatumia mkaa, utapambia kwa makaa, utaweka moto mia moja themanini na utachoma kwa dakika ishirini ama mpaka upate rangi nzuri ya brown na sasa pai zetu zimekuwa tayari, tumeshazitoa kwenye oven. Tutaendelea kuchoma nyingine hadi zimalize. Na vizuri hizi kuzichoma pale karibu na mwadhini, ili uipate chizi ikiwa imoto imoto. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Ni matumaini yangu mmeenjoy. Ni wasihi tu, kama umeangalia hadi umefika mpaka hapa, please usisahau kulike video hii. Asanteni sana. Ramadhan karim, waswaumu makbuli.